Mmoja ya maeneo ambayo Ibilisi waga anayasimamia vizuri, anayafuatilia vizuri ni mwanzo wa jambo. Kila mtu anamsikia Mungu kulingana na nafasi ambayo Mungu alimweka. Shetani anapambana mchana na usiku. Usikae kwenye hiyo nafasi, ili Mungu akishuka asikukute. Na Shetani anapohangaika na hiyo nafasi, anajua wazi kabisa kwamba kile kilichowekwa ndani yako hakitafanya nini Akitatokea mtu anapoondolewa kwenye nafasi cha kwanza, maisha yake yanajaa hofu. Mungu hajakuumba uishi kwa hofu. Watu wengi sana hawamtafuti Mungu anayeponya ndoa na familia, anaanza kutafuta mifumo mingine inayoweza kumsaidia. Kwa nini si utafuti uso wa Mungu juu ya hii ndoa? Kwa nini si utafuti uso wa Mungu juu ya hao watoto? Kwa nini si utafuti uso wa Mungu juu ya huyu mume wangu? Kwa nini si utafuti uso wa Mungu juu ya huyu mke wangu? Kwa nini sihangaiki? Kwa nini ninapambana kukimbilia maeneo mengine? Ukishaona unakimbilia zaidi maeneo mengine, ujua umeondolewa kwenye nafasi na aliyekuondoa hataki kabisa urudi kwenye neema inaweza ikakurudisha kwenye nafasi. Inawezekana kapita kabisa kupita kwenye kipindi kigumu kwa sababu ya yule mtu anayeletwa kwenye maisha yako, na ndio maana lazima Mungu akupe neema ya kujua namna ya kuomba, kutegua, kubatilisha chochote ambacho ibilisi alikitumia ya kuzuia hiyo nafasi yako.